Gazeti hilo ukurasa wake wa mbele limeandika ligi hii kudadadeki. Viti e, vyaizuia Yanga kufanya mazoezi Jamhuri. Rekodi ya Stendi kwa Simba inatisha na timu tatu za juu zinatafuta pointi za lazima, vinginevyo mambo ni magumu. Ligi Kuu Tanzania Bara 2015 16. Leo Jumatano, Septemba 30, 2015, saa kumi jioni, Simba Sports Club watacheza na Stand United katika uwanja wa Taifa, Mtibwa watacheza na Yanga Jamhuri, na Azam watacheza na Coastal katika uwanja wa Azam Complex. Septemba 30, 2015 Juventus watacheza na Sevilla, uh, katika uwanja Uh, uh, saa tatu na dakika arobaini na tano na Septemba thelathini, CSKA na PSV watacheza saa tatu dakika arobaini na tano Septemba thelathini. Pia leo Manchester United na Wolfsburg na Monchengladbach na Manchester City watacheza saa tatu na dakika arobaini na tano usiku wa leo nabari picha imembeba ime picha za wachezaji kutoka katika timu hizo akiwemo wa Simba pamoja na Yanga. Israel Nkongo, Simba Sports Club nendeni mkanishtaki FIFA. Arsenal, Chelsea zafa Ulaya, Barca ya ua, Simba ya mshtaki Donald Ngoma TFF, Juma Nyoso afungiwa kucheza soka miaka miwili, na Diamond naye amvaa Juma Nyoso, ni habari katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Champion. Tukiingia ukurasa za ndani, ukurasa wa pili umeandika Hans Pop amrudisha rasmi kiongera Uh, Simba ya mshtaki Ngoma TFF. Keri, tutafuta machozi yetu kwa stendi na picha hiyo inamwonyesha forward wa Simba Ibrahim Wajib akijaribu kumtoka mwenzake kwenye mazoezi ya kikosi hicho yaliyofanyika juzi Jumatatu kwenye uwanja wa Boko Veterani, Dar es Salaam. Diamond aingilia da sakata la nyoso amchongea TFF. uh, JKT ishu ya Minziro haina nafasi kwetu na wachezaji jitambueni, msikubali kujidhalilisha. Ukurasa wa tatu umeandika wadau nyoso wafungiwe maisha, Stewart akinukisha ama wavaa waamuzi ligi kuu. Simba alijitakia mwenyewe kuvaa viatu vibovu huyu, huyu ni kufuatia mshambuliaji wa Simba Msenegal pep Abdulahi uh, kuvaa viatu vibovu kwenye mchezo wao dhidi ya Yanga. Wikiendi iliyopita majavi. Uh, Kongo amechangia sisi kufungwa Azam. Wapeleka barua kuomba Nyoso afungiwe maisha. Alikiba atoa siri za ushindi wa Yanga ya Rais wa Zanzibar kwa Chama cha Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shane akizungumza wakati wa kampeni za za siasa za chama hicho Mkati mjini Unguja. Dr. Shane uh, mswada wa Sheria ya Mafuta gesi umeshaandaliwa; Ashangaa wapinzani kuitumia kama mtaji wao kuomba kura, ahidi kuimarisha miundombinu, afya, elimu, maji kusini. Mchungaji Msigwa Baroni. Ni taarifa inapatikana ndani katika ukurasa wa pili, na tukiingia ukurasa za ndani, Dr. Shane, mswada wa Sheria ya Mafuta gesi umeshaandaliwa. CCM Zanzibar yafanya tathmini, yasema Dr. Shane kuvuna asilimia sitini ya ushindi utekelezaji ilani ukuaji uchumi wa mbeba jajilu buva haki itatendeka, mchungaji Msigwa mbaroni. Ukurasa wa tatu ni taarifa za kimataifa. Mahujaji hamsini na nne wa Nigeria wathibitishwa kufariki Mina, wachimbaji madini wa NASA mgodini Ghana, na watu ishirini na mbili wauawa kwenye mapigano Afghanistan. Maafa ya Mina, mfalme wa Saudia atakiwa kujiuzulu. Baraza jipya la mawaziri latangazwa huko nchini Singapore, na ukurasa wa mwisho wa gazeti hili umeandika um, BTMZ haitoingiliaza kuingilia ZMZ. FA yaishauri iombe usuluhishi. Ofisi ya RC mjini Magharibi Pop ataka Mbeya City imwajibishe nyoso. Uh, mgombea kuibadili Kojani kimichezo. Yanga, Mtibwa mshike, mshike Simba Sports Club kujiuliza kwa stand Tukitazama gazeti Habari Leo, katika ukurasa wake wa mbele asubuhi ya leo limeandika Msigwa na wengine sitini na mbili watiwa mbaroni, wahusishwa kufanya fujo, kufunga barabara. CCM ya laani vurugu zilizotokea mkoani Tanga. Habari inapatikana ndani katika ukurasa wa pili, mahujaji kumi na nane waliopotea Maka watambuliwa, na kuna habari picha picha kubwa kabisa hapa ikimwonyesha mgombea wa rais wa CCM Dr. John Magufuli akiwahutubia wakazi wa kijiji cha Kimande mkoani Iringa katika mkutano wake wa kampeni uliofanyika katika viwanja vya sabasaba hapo jana. neki yavitoa hofu vyama, wizi wa kura, yasema hakutakuwa na mwanya wowote wa, wa udanganyifu. habari inapatikana ndani katika ukurasa wa pili. na chuo cha tiba serikali imekabidhiwa majengo mapya ya chuo cha sayansi na tiba. hifadhi zisaidiwe, ni makamu wa rais ataka wadau kuchangia hifadhi za misitu. Rock City Dionizi Malinzi amezindua msimu wa saba wa Rock City marathon ni habari katika ukurasa wa 32 kurasa za ndani ukurasa wa pili umeandika msigwa wengine sitini na mbili mbaroni maelfu wamzika waziri kombani neki yavitoa hofu vyama wizi wa kura Mahujaji kumi na nane waliopotea ni taarifa inayotoka ukurasa wa kwanza, inaendelea hapa katika ukurasa wa pili. Ukurasa wa tatu: majengo chuo cha tiba cha kijeshi yakabidhiwa. Watano wa familia moja wafa kwa kukatwa na mapanga. Na kuna habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Dr Mohamed Gharib Bilal akiweka shada la maua kwenye kaburi la aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya rais menejimenti ya utumishi wa umma Selina Kombani, wakati wa maziko yake yaliyofanyika shambani kwake katika kijiji cha Lukobe mkoani Morogoro hapo jana. Magufuli: Ziara za JK ni msaada mkubwa kwa nchi. Serikali yaahidi utekelezaji malengo endelevu. Na ukurasa wa nne umeandika, aeleza kilicho mng'oa Chadema ni mgombea ubunge wa chama cha ACT Wazalendo jimbo la Arusha Mjini, Estomil Mala. Wanawake wafunzwa utunzaji wa ardhi. Wadau waombwa kusaidia hifadhi. Mgombea Chadema kukabili ajali Malechela aelekeza ushindi wa kishindo CCM. Na ukurasa wa tano ameandika, suma JKT kuunganisha matrekta, shahidi aikaanga kampuni ya China, afya kuendelea kubadili vifaa tiba. Na kuna habari picha ikimwonyesha mufti wa Tanzania Shemkuu Abubakari Zuberi Akiwa na baadhi ya mahujaji wa Tanzania mjini Maka nchini Saudi Arabia jana ambao ni miongoni mwa walioshiriki ibada takat e, takatifu ya hija mwaka huu nchini humo. Wa kwanza kulia ni shehe wa mkoa wa Dar es Salaam Alhadi Salum na kulia kwake ni aliyekuwa mbunge wa Tabora mjini Ismail Aden Rage. Uh, zatolewa milioni kumi na tano kudhibiti kipindupindu. Na ukurasa wa mwisho wa gazeti hili umeandika nani atashuka kileleni, ni swali hilo na picha ikionyesha mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Dionisi Malinzi akizindua msimu wa saba wa mbio za Rock City baada ya kufunua pazia jana Dar es Salaam. Malinzi azindua Rock City Marathon, ni taarifa pia ik